Kwa hiyo baada ya yote haya tukasema, hebu tukumbuke tulikotoka. Wengi wanaosema kwamba labda tumekuwa na siasa laini, tumekuwa na siasa nyepesi, tumekuwa na siasa legelege, wengine i tumekuwa na siasa za kimwinyi, naomba wakumbuke kwamba tulikotoka kati ya 2015 na 2020, baada ya matokeo yale ambayo kipindi hichi hakuna ambaye hakuathirika. Hakuna ambaye hakuathirika hata mmoja, kwa namna moja ama nyingine. Ilipoanza awamu ya sita wito ulikuwa kitu gani? Mwelekeo ulikuwa kitu gani? Matarajio yalikuwa kitu gani? Awamu ya sita imeanza na kauli ya kuliponya taifa, ndivyo sivyo? Jamani, ilianza na kauli ya kuipa matumaini, kuwapa matumaini wa Tanzania kwamba tulikotoka tumetoka, na ndio maana makamu mwenyekiti haya aliyokuwa akiyazungumza, maneno ambayo yakizungumzwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, yakizungumzwa na viongozi kwamba ya elfu mbili na kumi na tisa, hali ilikuwa mbaya. Mnakumbuka makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alipokuja kwenye mkutano wetu mkuu Alizungumza kwamba kama uchaguzi wa 2020 ungesimamiwa ipasavyo kwa sheria zile zile kusingekuwa na matatizo, na akasisitiza na akarudia kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa na chaguzi zinazokuja zitakuwa huru na za haki. Kauli kutoka kwa mzee, mtu mzima, mweledi wa siasa, mzoefu wa siasa, kutuambia Watanzania. Hiyo ndio iliyokuwa kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano na Amiri Jeshi Mkuu, ahadi yake kwamba uchaguzi utakuwa huru, uchaguzi utakuwa wa haki. Kama hukuwasikiliza hukuwaamini watu hawa utakwenda kumwamini nani? Kwa hivyo, tukumbuke kwamba tulipewa ahadi, tulipewa matumaini, na ukitoka kwenye shida, mtu akikupa matumaini, hasa ambaye unaambia huu ndio daktari bigwa eh? Akija mama akakupa matumaini, maana hata akija baba unaweza kusema ah, ananiondoa njiani, lakini mama akakupa matumaini, utaamini. Huamini? Zikaja kikosi kazi, tunakumbuka, tukumbuke sote, tukashiriki, na chama chetu kikashiriki kwa namna ya kipekee kwa kutoa mawazo kuliko chama chochote kile, kwa maandishi katika ajenda zote ya refomu ya uchaguzi na pia mabadiliko ya katiba.